Ujambo na karibu sana katika kipindi cha Mizani ya Wiki kinachoangazia matukio muhimu yaliyojiri ndani ya nchi kwa wiki hii inayomalizikia leo. Mimi ni Jamali Yashimu. Wiki hii pamekuwa na matukio mengi sana, lakini kubwa ni maadhimisho ya wanawake, siku ya wanawake kitaifa, ki, ki, ama kimataifa. Maadhimisho haya yalianza tangu tarehe moja mwezi wa tatu, ambapo kwa mwaka huu yamebeba sura ya kipekee ambayo yameambatana na miaka thelathini ya utekelezaji wa azimio la ulingo wa Beijing mwaka 1995. Katika mkutano huu wa Beijing yalifikiwa maazimio ambayo Tanzania kama nchi mwanachama wa Umoja wa Mataifa imeendelea kutekeleza. Mkutano huu, e, wa mkuta, mwaka huu ni wa 30 tangu utekelezaji ulipoanza. Hivyo mataifa yatatumia maadhimisho haya kutathmini utekelezaji wa azimio la ulingo wa Beijing ikiwa ni pamoja na kuweka mikakati endelevu ya utekelezaji. Kauli mbiu ya mwaka huu ni wanawake wasichana 2025 wajimarishe haki, tuimarishe haki, usawa na uwezeshaji, lengo likiwa ni kuhamasisha jamii kukuza usawa, haki, uwezeshwaji wa wanawake, wasichana na kwa kuzingatia kipindi hiki unapoelekea uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 unaotarajiwa kufanyika mwezi wa kumi. Kitaifa maadhimisho haya yamefanyika mkoani Arusha na kuhudhuriwa na Rais Dkt. Samia Suluhu Hassan, pamoja na kueleza hatua ambayo serikali imefikia katika kuhakikisha wanamkomboa wa mwanamke, lakini vilevile ameeleza vile bado kuna jambo la kufanya. Ni jambo gani hilo ambalo amelieleza eh, Rais Dkt. Samia Suluhu Hassan katika maadhimisho hayo ya siku ya, ya kimataifa ya wanawake ambayo kitaifa amefanyika mkoani Arusha? Tumsikilize. Alafu tutarejea hapa studio kuendelea na mjadala huu wa kipindi cha Mizani ya Wiki. Tunajitahidi kujenga oma hii foshi, maana yake nini? Ni wanaume watakaokuwa wanazungumza ajenda za wanawake watakaosimama na ajenda za wanawake. Lakini kamuuliza waziri, si wanaume hao hao wanaowakatisha no, hao, no. watoto wetu masomo kwa kuwapa ujauzito? Sasa mjitahidi huko kwenye hii foshi wanaume wenyewe wakatae kufanya hilo, badala ya kwamba tunazungumza hifoshii. Lakini wao ndio wanakatisha masomo hiyo, wanaoa mapema sana, anajua kabisa mtoto yuko la sita la saba, anakwenda anaoa. Nadhani yale majukwaa yako ya kupeleka elimu huko, sasa yachakarike, na mimi nitawapa usaidizi, usaidizi binafsi. Lakini pia tujenge vijana wanaojitambua kwamba madai ya usawa wa kijinsia ni madai halali kwa mujibu wa ibara ya kumi na mbili ya katiba yetu, na ndoto ya usawa wa kijinsia iliyopiganiwa na kina mama zetu haiko mbali sana kutimia, iko hapo karibu kutimia, na takwimu zinatuonyesha hivi. Nilikuwa <clears throat> kwenye mkutano na marais wenzangu punde hivi tukawa tunatambiana kwenye mambo hayo ya usawa wa kijinsia nikajikuta Tanzania niko mbali kidogo na mataifa ya leo nizidi yanaongozwa na wanaume all the way toka wamepata uhuru mpaka leo na wamekwenda mbele sana kwenye usawa wa kijinsia Tanzania bado tuko nyuma lakini nami nitajitahidi tuende nalo ili nitakapomwachia kijiti mwingine na yeye achukue nilipoacha aende mbele. Sasa ili hayo yawe endelevu, ni lazima kuwa na serikali inayoamini katika usawa wa kijinsia hivyo kadri daftari la wapiga kura lizunguka, ndugu zangu, katika maeneo yetu Tanzania, na hili jukumu na waachia waandamanaji mliopita hapa, lakini na wanawake wote tulioko kwenye majukwaa. Twendeni tukalisimamie daftari la wapiga kura. Rais Dr. Samia Suluhu Hassan akiwa katika maadhimisho ya siku ya wanawake e, kimataifa, ki maadhimisho haya kitaifa yamefanyika mkoani Arusha, akisema kwamba bado ndoto ya kuweka usawa wa kijinsia ipo na itafikiwa. Sasa itafikiwaje? Ninao wachambuzi wangu, wageni wangu ambao nimewalika hapa katika mjadala huu wa kipindi cha mizani ya wiki. Ninaye Rehema Ludanga, yeye ni naibu katibu mkuu na wa TUKTA na ni mwenyekiti wa wanawake TUKTA taifa. Karibu sana, habari za wakati huu? Nashukuru, salama sana. Hmm, hongereni kwa kazi, hongereni kwa kujali siku ya wanawake duniani. Asante sana. Nashukuru. Ninaye Mary Ndaro, ye ni kiongozi wa mtandao wa wanawake katiba, uchaguzi na uongozi. Karibu sana. Asante, habari yako? Salamu kabisa. Sawa sawa. Kwa pamoja wote tumemsikiliza Mheshimiwa rais akizungumza kuhusiana na ndoto ile ya kuhakikisha masuala ya usawa kijinsia ikifikiwa, ingawa ametoa changamoto hiyo kwamba eh, katika mataifa mengine walau wameweza kufikia. Rehema. Naam. Nini mtazamo wako kuhusiana na hii kauli ambayo amesema uh, rais ya, ni changamoto kweli, api. Ni kweli ni kweli kuweza kufikia hili swala la usawa wa jinsia hmm, bado ni changamoto kwetu na hii ni historia kwa sababu hatujaanza leo. Ni historia ambayo inatoka mbali. Hapo awali uangalizi na macho yalikuwa akiangalia sana watoto wa kiume hmm, walikuzwa katika misingi ya kuandaliwa wao kuwa viongozi, kuwa wasemaji, kuwa waamuzi na kila kitu, lakini wanawake waliandaliwa kwa ajili ya maswala ya jikoni. Sasa tulipoanza kuanza kupambana kidogo kidogo, kuna hatua ambayo tumeshaipiga sofa, lakini bado tunahitaji kuendelea kupambana ili tuweze kufika mbali. Mimi kama ni kiongozi wa wafanyakazi, kwa sababu tukta ni shirikisho la vyama vya wafanyakazi Tanzania, tunaangazia usawa huu kwenye masuala mengi. Kuna wakati mwingine unaingia hata kwenye ajira, ajira ambayo anaweza akafanya mwanamke ama akafanya mwanaume, isiangaliwe swala la jinsia, apewe mtu kulingana na vigezo vya elimu, uwezo wa kiutendaji na kadhalika, lakini isiangaliwe swala la kijinsia, ambalo kwetu bado kuna maeneo ambayo unakuta kuna kazi zinatolewa kwa kuangalia jinsia. Sema, ni huyu ni mwanamke, huyu ataenda kunyonyesha, ataenda kliniki, ataenda hapa na pale, kitu ambacho sio kweli. Majukumu ya mama yanajulikana, majukumu ya mama majukumu ya kazini yapo, majukumu ya kazini yasiangalie swala la kijinsia mm. Lakini naweza kusema kwa sasa hivi kuna hatua tumepiga ambayo ni hatua kubwa, kwa sababu hapo awali kama utakumbuka, viongozi tuliokuwa nao kwenye ngazi mbalimbali za maamuzi kuanzia ngazi za chini mpaka za juu, wengi walikuwa ni wanaume, mm, hata mabalozi wa nyumba kumi walikuwa wote wanakuwa ni wanaume. Kwa sasa tumepiga tu. Kwa sasa tumepiga hatua. Asante kwa utangulizi huo Rehema. Tu, tuje kwako Meri Ndaro, naposema rais kwamba iko sasa eh, kazi ndio imeanza, lakini akihamasisha vile vile wanawake eh, na watu wengine ambao wamejitokeza pale kuhakikisha kwamba wanajiandikisha kwenye daftari la kupiga kura, ana maana gani? Nadhani kwa sababu tunaelekea uchaguzi, kuna haja ya kuhakikisha kwamba wanawake wanashiriki. Kwa sababu wanawake ndo wapiga kura wakubwa. mm -hmm. Lakini bahati mbaya ni kwamba moja kwa moja ni wapiga kura wakubwa mara mm -hmm. nyingi wanaochaguliwa ni wanaume. Kwa hiyo swala sio tu kwenda kujiandikisha, lakini pia kujiweka kwenye wakati ambapo una haki ya kuchagua na kuchaguliwa. mm -hmm. Kwa hiyo mimi naliangalia kwa upana zaidi kwa kuangalia pia kwamba kwenye swala, uh, uongozi kwa hakika kwamba wanawake pia wako mstari wa mbele. Kwa hiyo isiende kwenye kujiandikisha tu, lakini pia kama unaenda kupiga kura, lakini pia kusimamia kura yako, lakini pia kusimamia sauti yako na pia pale ambapo kuna wagombea ambao wana vigezo kuhakikisha kwamba pia mnahakikisha kwamba kuna wanawake wengi pia wanaenda kugombea kwenye hizo nafasi za juu za maamuzi. mm. mm. Kwa sababu ina, ina, inaleta kidogo ladha tofauti mm -hmm. mm -hmm. Sawa, inaleta ladha tofauti kwa kurema kuhusiana na hiyo kwamba wanawake wasiwe wapiga kura na wao washiriki kupiga washiriki kupigiwa kura, na tumeshuhudia, pamekuwepo na ile vuguvugu sana hivi sasa wanawake wakihamasisha, unaona kuna kuna hiyo hali ya Uh, usawa katika kuelekea kwenye majimbo kwa wanawake, kwa sababu palikuwa pani kelele za viti maalum. Kelele za viti maalum tukiwapeleka kwenye majimbo inawezekana. Nataka nikupe mfano mmoja ndugu mm. Jamal, mimi nilikuwa ni mwenyekiti kamati ya wanawake mm. ya Tukta mm, ni kama vile kiti maalum, lakini sasa hivi mimi ni naibu katibu mkuu wa shirikisho lote. Nimeingia kwenye uchaguzi na niliingia na kundi la wanaume lakini kwa sababu wanawake walitambua umuhimu wa kuwa na mwanamke katika ngazi za maamuzi, wanawake walishikana, wakasema kwa sababu tunamwamini huyu anaweza, kura zao zote zilielekea kwangu, kampeni zote zilielekea kwangu. Kwa hiyo kama tutaelimishana tukafahamu umuhimu wa sisi kuwa na mtu wa kutusemea, kuwa na wanawake katika ngazi za maamuzi, tukaangalia yule pale anaweza, ama akajitokeza mwenyewe akasema mimi ninaweza, naomba sapoti yenu, tukasimama imara katika kuhamasishana. Basi hili linawezekana kabisa, lina tena mwaka huu wanaume <tune> <tune> mkae chonjobaa <simukabaliana> tunataka <tunendo> pambane <tune> kwa sababu bado idadi ya wanaume ni kubwa ukilinganisha na ya wanawake, mwamko wa wanaume ni mkubwa ukilinganisha na wanawake. Waiyo sisi viongozi bado tuna kazi ya kuhakikisha wanawake watambue, wasitumike tu <tume> kwa <kusawa>. ajili ya kupiga kura, bali nao waingie katika sehemu za maamuzi kwa ajili ya kusaidia jamii sio wanawake peke yao mm. Kusaidia jamii nzima kwa ujumla wake. Mm -hmm. Nda, Ndaro una, una unasema nini kuhusiana na, na hili aliyosema Rehema uki, ukizingatia, unatoka kwenye maswala haya mtandao wanawake uongozi na maswala ya uchaguzi, mmejipanga katika kufanikisha maswala haya ambayo amesema Rehema uh, kwa sababu kunazungumzia uh, swala la fedha <laughs> kwa <saa> kwanza kwanza <laughs> nadhani ni vizuri kujua kwamba uh, a uh, uchaguzi uh, unapokuja wakati wa uchaguzi mm -hmm. bado wanawake wana changamoto nyingi sana. Kwa hiyo unaweza ndio ukajitokeza, lakini unahitaji fedha, unahitaji unahitaji pia mm -hmm. rasilimali fedha pamoja na rasilimali watu. Mm -hmm. Na tunajua kwamba majadiliano mengi, unapata wapi pesa, unapata wapi watu kusapoti, mengi yanafanyika nyakati za usiku mm -hmm. ambazo wanawake wengi ndio huwa ni changamoto kule kwenye boys club, wanawake wengi bado ndio huwa ni changamoto mm -hmm. lakini pia hata uwanja uliotengenezwa mm. wa uchaguzi na ugombeaji bado una sura ya kiume kwa, kwa, kwa, kwa kiasi kikubwa mm. Kwa hiyo nadhani cha kwanza na wanawake kuingia, wakijua wanaingia kwenye kinyang'anyiro cha aina gani, lakini pia nadhani kama ilivyokuwa nasema dada, kuhakikisha pia kwamba kama mm. kuna wanawake ambao wamejitokeza, wamesema, mimi nataka, hakikisheni kwamba mnafanya nini, mnahakikisha kwamba napita, mm. Lakini sio swala la kupita tu kwa sababu ni mwanamke. Utakapoenda huko unaenda ku, kupeleka ajenda ipi na kwa ajili ya nani. Kwa sababu kuwa mwanamke ni, ni, ni kitu kimoja, lakini unaenda kusimamia ajenda gani? Kwa hiyo ni mtu ambaye kwamba nitakapoenda, naenda kusimamia ajenda ambayo, ambayo inaweza kumwondoa mtoto wa kike na mwanamke kutoka alipo kwenda sehemu nyingine, sio utoke hapa ututumie sisi wanawake tukuchague, alafu ukifika unatukana unaanza kufanya mambo mengine k kwa lazima kuhakikisha kwamba kwa sababu bado wanawake wako nyuma kwenye mambo mengi. Dada ameongelea swala la ajira lakini tukiangalia sekta nyingi ambazo wanawake wapo, bado zina hali ngumu. Kwa mfano, zaidi ya asilimia hamsini na moja ya wanawake wako kwenye sekta zisio rasmi mm. na ni sekta ambayo iko imejaa wanawake ambao ni maskini mm. ukiangalia sekta ya kilimo zaidi ya asilimia hamsini na nne wanaoshiriki kwenye kilimo ni wanawake mm. lakini hakuna watu ambao ni maskini kwenye nchi kama wakulima, na hasa wakulima wadogo wadogo, na sura ya umaskini kwenye nchi bado imebeba sura ya mwanamke. Kwa hiyo hatuangalii tu kwamba uwende, lakini tunaangalia kwamba wanawake watolee kwenye umaskini uliokithiri, mm. na wakati mwingine pia ni kwamba wanawake kwa kiasi kikubwa bado wanatumia muda wao mwingi kufanya kazi ambazo hazina kipato kuliko ukilinganisha na wanaume. Yaani wanawake unakuta wanawake wanatumia zaidi ya masaa dakika arobaini na mia mbili na kitu kwenye kufanya kazi ambazo hazina kipato, wanaume wanatumia dakika 78 tu. Na hii yote ni kwamba kama wewe unatumia muda wako mwingi unalia watoto, unalia wagonjwa, unaangalia familia, unafa... kumbuka hizo zote ulipwe, ni kazi ambazo ni za bure. Wanaume wanazidi kujiendeleza kikipato. Na hapo hatujaona kwamba ukienda kazini, ukijifungua unarudi nyumbani kwa ajili ya maternity ambayo unahitaji na ni haki yako uweze kupumzika. Hicho ni kipindi ambacho wanaume wengine wanafanya nini? Wanazidi kuendelea. Umeona? Kwa hiyo lazima hata tunapofanya kwenye masuala ya kazi wakati mwingine ukisema, ah, kwa nini wanawake wapewe special. Hatusemi wanapewa spesha. Kuna vitu ambavyo wanawake vinawakumba ambavyo wanaume hawayakumbi. Kwa hiyo kuna vitu vya kwenda kuangalia. Kwa mfano, bado swala la ukatili wa kijinsia liko juu mm. reti ya ubakaji bado iko juu mm. tuna asilimia karibu kumi na sita ya wanawake ambao wanafanyiwa ukatili wa kingono na wenzi wao, na kuna ukatili mwingine karibu ya zaidi ya asilimia thelathini na nane. Kwa hiyo sio tu swala la kuhakikisha kwamba unachaguliwa kama mwanamke, lakini unaenda na ajenda ipi mm. na pia kuhakikisha kwamba wanawake wako salama, kwa sababu kwa sasa hivi wanawake hawako salama. mm -hmm. Na watoto hawako salama, hawako salama. Asante sana Mary kwa e, mtazamo wako na maoni yako me, dada Rema naam. Umekuwa ukisimamia hizi taasisi binafsi. Ni kweli. na Mary amezungumza kuhusiana na kwamba bado kuna hiyo changamoto. Ni kweli. Uh, unapotazama sekta zote sekta binafsi uh, ukiwa kama mwenyekiti wa wanawake chama cha wafanyakazi naam. Unaona kuna una, una, una, una, una tatizo wapi katika hizi sekta za ajira kwa wanawake? Changamoto ni nini hasa kwa wanawake sekta binafsi na hata serikali? tatizo kubwa malalamiko Mi. yapi hasa yeah, unayopokea katika dawati la, tatizo kubwa ambalo uh, linapokelewa hmm. na pengine wakati mwingine wanaweza one, wasiripoti kwa sababu ndio maisha wameyakuta, ni mfumo ambao tumetoka nao tangu zamani kama nilivyosema hapo awali akili zilivyojengeka kwamba mwanamke atafanya kazi gani, mwanaume atafanya kazi gani. Kwa wanawake kutoka kupata hizi ajira ndogo ndogo, wanaona ni fursa, kitu ambacho wana uwezo wa kufanya vikubwa zaidi ya kile walichonacho kwao. Kuna kazi ambazo zinakuwa tunaita ni female dominated, ni kazi za renki ya chini chini nyingi. Utaona hapo awali mainjinia wengi walikuwa ni wanaume, sijui wa wakurugenzi wengi ni wanaume lakini ukija kwenye manesi, wapishi au watu wa mashambani wanachuma chuma chai wale wamama, watakuta wanachuma chuma ni wanawake. Kwa nini kundi kubwa limekwenda kule? Ni mfumo tuliokuwa nao zamani ndio umetufikisha hapa tulipo. Hiyo ndio changamoto kubwa, na ndio maana nimesema kwamba tuna kazi kubwa ya kutoa elimu. Sisi wenyewe kwanza tujue umuhimu wetu, kisha tujue nafasi yetu katika jamii, kisha na wenzetu nyiwe wanaume mfahamu mchango wetu katika jamii na mtajaribu kuona sehemu ambazo anashika mwanamke anafanya kazi inakuwa ina mafanikio mm. Wanawake tuna sifa kubwa mwana. ya uaminifu, kweli. Angalia katika <laughs> madereva mm. Katika ajali nyingi zinazotokea barabarani, magari mengi yanayofanya ajali mm. ni magari yanayoendeshwa na wanaume mm. umakini, ajali chache zinatokea kwa madereva wanawake mm. sio kwamba wachache Hapana, sasa hivi ni wengi wanakwenda mm. wanaongezeka mm, lakini hata tuone hata tuliye rais tuliyenaye sasa hivi ni mwanamke, amefanya mambo mengi sana mengi, ambayo watu wengi hawakuyatarajia, hiyo ni alama. Tunaye speaker mwanamke, anafanya alama mambo mengi ambayo ni makubwa. Sasa au ni viongozi wachache ambao wamejitambua wakaweza kupata nafasi, lakini kundi kubwa la wanawake bado liko chini. Amesema hapa madam, wanawake wengi wanafanya kazi ambazo hazina ujira hawalipwi. hmm. Tunafanya kazi za kujitolea zaidi kwenye kulea familia. Kaja baba mkwe anaumwa, utahangaika naye, huendi kazini. Mtoto anaumwa, baba atakwambia, wewe kaa na mtoto, mimi nakwenda kazini. Haangalii mchango ambao tunakuwa nao. Kwa hiyo bado kazi tulionayo. Kwa nafasi yako ya mwenyekiti wa chama cha wanawake, tuta umetoa mchango gani? Mimi kama mwenyekiti wa kamati ya wanawake ya shirikisho la vyama vya wafanyakazi Tanzania, mm. Jambo langu kubwa la kwanza ni kuhakikisha na wajengea uwezo wanawake wenzangu waweze kujitambua, waweze kuingia kwenye nafasi. Mwaka huu ni mwaka wa uchaguzi, kama ilivyosema madam, chaguzi tunafanya ndani ya vyama vya wafanyakazi, chaguzi tunakwenda kufanya katika serikali. Tumeshafanya serikali za mitaa na subiri serikali kuu. Kwa moja ni kuhakikisha unawaeleza umuhimu wa wanawake kuingia katika ngazi za maamuzi ili zinapokuja ajenda zinazohusu wanawake zipate mtu wa kuzisemea na kuzitetea, kwa sababu meza inapokuwa imekaa wanaume watupu, ajenda ya wanawake ikiingia pale inaonekana haina umuhimu kwao. La kwanza kubwa ni kuhakikisha sisi wenyewe tujue tuna haja ya kuwa na mtu pale wa kutusemea, si mmoja. Tutanue wigo, tutoke kwenye ile kundi la kutumika kupiga kura, tutoke kwenye hilo kundi, kwao tupige kura, lakini pia na sisi tuweze kujipigia, tukijua tunapiga kwa sababu ya nini hmm. kwa hiyo elimu na kuwajengea uwezo hmm. ni jambo kubwa sana Sasa so, kuna mtu ana vitu ambavyo unamwona yule anaweza kufanya lakini kwa sababu hajaambiwa hajapata ile elimu hmm. hajitokezi kufanya ila wewe ukimwangalia unamwona yule mbona anaweza hmm. kwa hiyo elimu ni jambo muhimu sana lakini pia mtu anakaa anasema mimi bwana siwezi kufanya maamuzi ngoja nikamuulize mume wangu kwanza Kweli, heshima inakuwepo mm -hmm. Lakini kuna maamuzi mengine yanakutaka wewe uamue hapo hapo kwa mm -hmm. faida yako wewe, familia yako na nchi yako pia. Sasa ukisema mpaka nikaulize, unaendeleza ule utegemezi mm -hmm. kwa unatakiwa usimami, ujue kwamba hapa kujiamini, tunaposema brandi hichi ninachokifanya mm -hmm. si mkiuki Mwenyezi Mungu, si kiuki sheria za nchi, basi ni jambo sahihi mm -hmm. lakini kama unaona hichi kinakiuka sheria za nchi, hapo ndo lazima ujiulize mara mbili mbili <laughs> ama unamkiuka Mwenyezi Mungu, urudi kwenye imani yako, utajuiza mara mbili mbili. Lakini una uhakika umesimama sawasawa, mm. Fanya maamuzi, endelea na kazi. Kwako Meri, anachozungumza uh, Rehema mwenyekiti wa shirikisho la kufanya kazi tuta kwa wanawake, unamtazamo una gani kuhusiana na hili? Kwa sababu amesema kuna baadhi ya wao hawajamini mpaka wapate ushirikishaji wa mtu mwingine, akili nyingine na wana uwezo wao. Hiyo tatizo katika tafiti zako, hiyo tatizo lipo? ni kitu ambacho kipo kila mahali kwa sababu malezi yetu ndio ametuandaa hivyo. Malezi yamemwandaa mtoto wa kike tofauti na ambavyo yamemwandaa mtoto wa kiume. Mm -hmm. Yamemwandaa mtoto wa kike wa kiume kwa kiongozi, mtoto wa kike ame, ameandaliwa kuwa msaidizi. Mm -hmm. Na ndio maana unaangalia hata kwenye ngazi ya familia wanasema baba ndo kichwa cha familia. Mm -hmm. Mama, kuna kuna baadhi ya familia mama ni sehemu ya watoto. Mm -hmm. Yaani baba ndo mmiliki wa nyumba, mama ni sehemu ya watoto. Baba anaweza akawa na wasaga saga tu mo ndani, yani pamoja na watoto. Kwa hiyo wanawake wengi wame, ili uweze kutoka kujiamini, inabidi pia ukae chini uanze kutafakari afu uelewe mfumo jinsi ulivyo, na wanawake wengi kwa kiasi kikubwa bado malezi yetu mengi mengi mengi yanaandaa wasichana kuwa wategemezi, yanaandaa wanawake kwamba usijiamini, kwa sababu pia tuna jamii ambayo haipendi wanawake wanaojiamini. Tuna jamii ambayo pia inaogopa wanawake wanaojiamini. Tuna jamii ambayo inasulubu wanawake wanaojiamini na wanawake wanaojitegemea, iwe ni kujitegemea kifikra, iwe ni kujitegemea kiuchumi haipendi mm. inapenda wanawake ambao wanafuata mfumo ulivyo ambao ni mfumo wa kikandamizaji. Kwa hiyo ni, ni kwa sisi, mfano kwenye kazi yetu, kati ya vile ambavyo tunafanya ni kuhakikisha kwamba mm. watu wanaelewa kwamba mfumo uliopo ni mfumo ambao hauna sura yetu yeah, melewa hauna mm. sura yetu mm. kwa hiyo kujengea wanawake uwezo wa kujiamini mm. uwezo wa kufanya maamuzi kama dada alivyosema mm. uwezo wa kufanya maamuzi uwezo wa kubadilisha maisha yako kama unataka asa, na vitu vingine vya aina hiyo. Asante. Tumemtaja nyote awali, Rais Dr. Samia Suluhu Hassan amekuwa mfano kwa ametoa uh, sura kwa wanawake ame, amekuwa mfano kutokana na tangu achukue nchi anakwenda kutimiza miaka minne sasa ya utawala wake tangu aige madarakani mm -hmm. Naye mwenyewe ameshawahi kusema kwamba mwanzo alivyoingia alikuwa anachukuliwa katika sura tofauti, lakini mm. Sasa hivi at least walau hata akili za watu zimebadilika mm. Wakitizama sasa, huyu ni mtendaji, huyu ni kiongozi mm. Unafikiri ametoa somo gani kwa wanawake? Nianze kwako, tuna dakika chache za kumaliza. Somo alilolitoa ni kwamba wanawake tunaweza. Hilo ndio somo kubwa ambalo wametuonyesha mm. Kwamba wanawake tunaweza, lakini somo la pili, tukiaminiwa mm. tujiaminishe Umeaminiwa, umepewa kazi, ifanye kazi vile inavyotakiwa. Ukiaminiwa ukafanya tofauti, tafsiri yake umeangusha wale waliokuamini. Kwao tunatakiwa kwanza tujiamini kwamba tunaweza hmm. lakini tuendelee kujenga imani kwa ajili ya kufungua milango kwa wanaokuja nyuma yetu, kwa sababu ukiangusha sema, unaona wanawake hao ndo kazi yao kuharibu haribu, lakini ukifanya vizuri, sema, aa, kumbe wanaweza, hebu tuendelee kuwaamini na milango itaendelea kufunguka na kuja kutengeneza usawa. Tutengeneza usawa. Itafika siku moja kama alivyosema, kama alivyosema ndoto itafika. Hata mimi ninaamini hivyo itafika. Sawa sawa. Mm. Eh, Mary, uh, amezungumza rehema kuhusiana na somo ambalo wamelipata kwa kiongozi mkuu wa nchi Dr. Samia Suluhu Hassan tangu amekabidhiwa nchi na zile fikra za watu kwako una mtazamo gani? Tu dakika moja. Ah, uh, unajua mimi naangalia kama uh, ni sawa ambavyo mtoto wa kiume anapozaliwa anaambiwa cheza na magari, alafu mtoto wa kike anaambiwa cheza na jiko. Kwa hiyo mtoto wa kike anajua kwamba magari ni ya wanaume, jiko ni kwa mwanamke kwa hiyo kuweka kwe, ile simbo kwamba kuna simbo ya uongozi ambao ni, ni mwanamke inafanya watoto wa kike regardless unakubaliana nayo ukubaliana naye inafanya mtoto wa kike amtizame mwanamke kitofauti hmm. Amtizame mwanamke pia kama kiongozi kitofauti na ambavyo mwanzoni ilikuwa ni uwezi kumfikiria mwanamke kwa kiongozi, kwa kwa sasa hivi kidogo kuleta hiyo picha tu hmm. Tukiachia mambo mengine, kuleta hiyo picha ya kuhusanisha kwamba kuna picha ya rais ni mwanamke. Kwa hiyo mtoto mdogo anapoangalia wa kike anasema kumbe inawezekana, lakini hata mtoto wa kiume anapoangalia anasema ah, kumbe wanawake wanaweza kuwa hivi, tofauti na picha ya mwanzo ambayo ukiangalia hata nadhani ukiweka picha zote za marais unakuta wote wanaume. Ah kumbe kumbe, wanawake wanaweza pia kuwa viongozi. Asante sana Mary Ndaro kwa mchango wako katika kipindi hiki cha mizani ya wiki. Tulikuwa tunaangazia maadhimisho ya siku ya kimataifa ya wanawake, lakini tumejikita katika hotuba, sehemu ya hotuba tu ya rais Dr. Samia Suluhu Hassan aliitoa huko mkoani Arusha ambapo yeye ndo alikuwa mgeni rasmi katika maadhimisho hayo. Asante sana eh, Rehema, Ludanga, Ludanga. Ludanga. Rehema asante. Ludanga. Asante sana kwa kushirikiana nami mwenyekiti wa shirikisho la vyama mwenyekiti vya wa kamati ya katibu mkuu, mkuu, mwanamke <laughs> wa, wa kwanza kwenye shirikisho, asante sana nakushukuru sana. <laughs> na sana kwa kwa kushirikiana nami kwa pamoja. Mwisho wa kipindi hiki ni maandalizi ya kazi nyingine na kushukuru mtazamaji kwa kuwa nami kwa takriban dakika 25 katika mjadala huu wa kipindi cha Mizani ya Wiki. Nikutakie heri na siku njema, asante sana.